Nam huko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini jamhuri kidemokrasi, ya kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe ishirini na tisa za mwezi wa 9 elfu mbili na ishirini na tano majirani saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rejabu wakili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka1 on TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenye wa habari za moto Kamituga, Kamituga iko chini ya udhibiti wa FRDC pamoja na wazawaza waza. Kivu ya Kaskazini, ndege za FRDC zaangusha daraja Minjenje kuzuia M23. Maniema, wazalendo watoa onyo kali kwa atakayeshirikiana na magaidi wa M23. Kumbuka opera saidia muzalendo Bariku kunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo uko naziona kwa skrini yako ili moja kwa moja tuweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Pia tembelea Baraka1 TV Media ambako utakutanana na mambo mengine yanayozidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kamituga. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii magaidi wa M23 wamezidisha propaganda, huku wakijinadi kuwa tayari wamekwisha kudhibiti mji wa Kamituga baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa huko maeneo ya Nzibira ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo walipambana vikali magaidi wa M ishirini na tatu, na huku ndege za kivita zikiharibu kabisa miundombinu mbalimbali na baadhi ya kambi ya magaidi wa M ishirini na tatu huko maeneo ya Nzibira. Kwa mazingira jinsi yanavyoelekea mpaka sasa hivi, Kamituga iko chini ya udhibiti wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC pamoja na wazalendo, tofauti na vile jinsi wanavyojinadi magaidi wa M23 kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mengi zaidi ripoti hii kutoka maeneo ya Kamituga, vile kamituga hii. Moshe, eh, kina frere bandugu yangu mwache

batima ameri biro ya la polisi iko pale pembeni tribune ile, na tembea mamoto ziko ziko na tembea kumugini, sa problem hakuna tena security mo. Okay, merci. Na baada ya taarifa hizo kutoka Kamituga, tuingie huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini ambako ndege za FRDC zaari zaangusha daraja Minjenje kuzuia kusonga mbele kwa magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumia ndege pamoja na silaha za masafa marefu na nzito nzito, zimefanikiwa kuangusha daraja la Minjenje hiyo tarehe ishirini na nane za mwezi wa 9/2025 maeneo ya Mpeti. Daraja hilo ambalo linaunganisha tarafa ya Walikale pamoja na Masisi katika upande wa barabara ya Kichanga kuelekea Mweso Mpinga na maeneo mengine, hii imeweza kuharibiwa ili kuzuia kusonga mbele kwa magaidi wa M23. Daraja hilo lilikuwa likirahisisha kupitishwa kwa silaha nzito nzito za magaidi wa M23 pamoja na vifaa vingine vya kivita kutokea Rwanda kuingia maeneo ya Aruchuru Masisi, kwa lengo la kuwasaidia magaidi wa M23 kuzidi kusonga mbele. Ni baada ya siku kadhaa kwa magaidi wa M23 kuanza tena upya ujenzi wa daraja hilo la Minjenje ambalo limekuwa limeunganisha Mpeti na maeneo mengine, lakini imeweza kuharibiwa na ndege za kivita za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hilo lilianzwa kujenga hilo daraja baada ya kusombwa na maji mwaka uliopita, na baadaye magaidi hao kuanza kulijenga baada ya Mpeti kuingia mikononi mwa magaidi wa M23. Ili kujaribu kusonga mbele Walikale, ni lazima daraja hilo liweze kuimarisha kwa lengo la kupitisha silaha zao pamoja na vifaa vya kivita. Na silaha nyingi za magaidi wa M23 zimesemekana kuzuilika maeneo ya Kichanga pamoja na Kalembe kutokana na ukosaji wa daraja hilo la Minjenje ambalo liliharibiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia ukurasa wa X, kiongozi msaidizi wa magaidi wa M23 Bertrand Bisimo ameonyeshwa kuchukizwa na vitendo vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuvunja daraja hilo na kusema kwamba ni kinyume na utaratibu, na pia kinavuruga hali ya magaidi hao kuzidi kusonga mbele, huku wakiitaji jamii ya kimataifa kuweza kuingilia kati kutokana na vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndege za kivita zinavyozidi kushambulia sehemu mbalimbali ambako kunapatikana magaidi wa M23. Na tatu hii ni Baraka1 TV unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unatufuata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA Central pamoja na East Africa, Europe na wale wengine wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Egide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Aiba, Dedone Buto Tokashosi kutoka Australia, Kiza Salum Mashaka, Ayamba Biondo Kilamba, Mao Mzee wa State, Amenda Feelet Ain wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV, Ankisi Kandeke. Na baada ya taarifa hizo turudi mkoani Manyema ambako wazalendo watoa onyo kali kwa, kwa atakayeshirikiana na magaidi wa M23. Hali ya usalama inavyozidi kuyumba huku wazalendo wanaopatikana na, na maeneo ya Manyema wameanza kutoa onyo kali kwa mkongomani yeyote ambaye anasadikika kuwa anaweza kushirikiana na magaidi wa M23 kwamba hata kiona cha mtemakuni Imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya wakongomani wenye tamaa na kujaribu kujitafutia kipato, wenye maslahi binafsi kujiunga na magaidi wa M23, huku wakiwaonyesha njia ya maeneo mbalimbali. Kitendo hicho kimekuwa kikiwaumiza sana uzalendo, na kusema wanavunjwa nguvu na raia wenye nia mbovu wanaosupport magaidi wa M23, na tatu wenye hilo limekuja baada ya kuanguka kwa Nzibira na jinsi magaidi wa M23 wanavyojaribu kusonga mbele. Yeyote atakayehusika kuungana magaidi wa M23 kuonyesha njia, basi huyo atakuwa ni halali ya wazalendo. Onyo hili kutoka maeneo ya Manyema. Manyema seti teritori na nusalimia, tunasema kwanza ba politiciens de mauvais gunjo banani haiko tu benye kufa politika abo peke jua sile kirega nasema hivi

tuko porini, tuko nasogelea adui na adui tutamjengua. Muliona ginji tulibombarde adui jana na leo, mana yake bitumbaisha anja. Alor mukuwe kimia, goma ikwe kimia. Sisi tuko na kuya, tuko na kuya kugomboa goma na bukavu itagombolewa hivyo hivyo, mukuwe kimia Sie watoto wa Goma mnatujua, tuko na vene watoto wa wale viko na shuka kwenye kuku. Adui wale viko na shuka eh, eh, tuko na shuka eh, eh, eh, pare kabeleku eh, nani mwana sababu, huyu tirere wa PKM nani mwana eh

na huo ndio mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Uko unasikiliza Baraka 1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kwenye mitazamo yetu. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one in town DJP ambaye niko na kurushia haya matangazo chao chao.